Haya, tuelekee kaunti namba 25 ambapo wataalamu wa mifugo nchini wameelezea kusikitishwa kwao na kukithiri kwa visa vya wizi wa mifugo, na kutoa wito kwa idara ya usalama kuhakikisha wanashirikiana nao katika kulemaza visa vya wizi wa mifugo vinavyozidi kutatiza usalama kaunti ya Samburu. I imagine watu wetu wanauliwa, mali inaporwa, vitu zingine ya ajabu inafanyika Samburu. Ndio vilio vinavyozidi kutawala ndimi za wakazi wa Samburu, visa vya wizi wa mifugo vinapochipuza upya. Wataalamu wa mifugo wakitaja hali hiyo kuchangiwa na ukosefu wa sera za kudhibiti usafirishaji wa mifugo. The system that controls movement of animals and animal products has collapsed. This is a function that was devolved to the county governments. County governments are not ensuring That we have effective services that will monitor the movement of animals. Vile vile wataalamu hao wanavitaka vyombo vya madola katika maeneo yanayokumbwa na wizi wa mifugo katika kuzima visa hivyo wataalamu wakielezea haja ya ushirikiano na asasi za usalama. Wito umezidi kutolewa kwa wafugaji kusitisha wizi wa mifugo uliochangia maeneo hayo kusalia nyuma kimaendeleo. To discard hii maneno ambayo imepitwa na wakati. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tuko tayari na serikali iko hapa tayari, ili tufanye maendeleo, lakini maendeleo hatuwezi kufanya in an environment that is insecure. Any animal going to a slaughter house must not be slaughtered, must not leave the vehicle if the movement permit is fake. And this is why I'm stressing on on independence We have cases where veterinarians have said this is a fake permit, but then what happens? They are transferred, or they are being threatened. Wataalamu wa mifugo wamesema hayo walipozuru kaunti ya Samburu kuzungumza na wafugaji na kuwatembelea majeruhi wa uvamizi wa wizi wa mifugo katika hospitali ya Rufaa ya Samburu. Wataalamu wa mifugo wanaposhinikiza ushirikiano kati yao na asasi za usalama, kile kinachosubiriwa na wafugaji kwa hamu na hamu ni utekelezaji wa sera hizo ili kuwezesha kushusha pumzi. Bonfas Barasa, Roninga Citizen, Gatuzi la Samburu.